Naam bwana, kuna hizi challenges ambazo huaga watu wanaposti TikTok, kuhusiana na baadhi ya vitu, kwa mfano wakiona kama mwanamke amepata nafasi ya kuwa engaged, kuwa engaged yani amevailishwa pete. Basi kuna hizi challenge ambazo wadada huaga wanajipanga mstari, wa familia nzima wanaanza kusema kwamba I'm not the, uh, I'm not going to be married na nini, the, the one who is going to be married is behind me, na yule ya nyuma yake na anatokea hivyo hivyo. So hata mtu akipata mimba uh, katika familia, basi wadada wote wanajipanga mstari, wanaweka kamera mbele kwa ajili ya hiyo challenge ya kuposti TikTok, wanaanza kusema kwamba I'm not pregnant the one the one somebody who is pregnant is my sister. Anasogea anakuja mwingine hivyo hivyo, so ni challenge ambayo kama mtu ambaye umeshawahi kupita sana TikTok huko kwenye hizi account za hawa dada, basi obviously utakuwa umeshawahi kukutana na challenge ya namna hiyo. So hii hapa bwana, imefanyika na familia ya bibi Zuhura Zuchu. Katika familia yao bwana, kuna mdada mwenzao mmoja amepata ujauzito, kwa hiyo wakafanya hiyo challenge. Sasa wote walikuwa wameweka maputo tumboni, kwa hiyo kila mmoja anasogea, anasema kwamba mimi sina ujauzito, mwenye ujauzito ni dada yangu, alafu anapasua puto na kipu Pini, pop. Anakuja mwingine anasogea, anasema the same thing kwamba mimi sina ujauzito, mwenye ujauzito ni dada yangu, anapasua, mpaka mwenyewe mwenye mimba anapokuja kutokea mwishoni. Sasa Zuchu naye pia alikuwa amevaa hijabu, amejistiri, mashallah na yeye pia alikuwa ameweka puto na pia ameparticipate katika hiyo challenge, na hii video imeenda viral mtandaoni, wadau akiwa anasema kwamba Zuchu bwana anapendeza kwelikweli kweli, akiwa na ujauzito yani, mimba inampendeza Zuchu. Kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo kwa hapa. Kuna page imekuja kuandika, wameandika kwamba bwana mtoto atakayezaliwa atakuwa na kipaji kikubwa sana, alafu akasema kwamba bwana, kama alichokisema rafiki yake Zuchu kuwa ni cha kweli basi Eh, hakika mtoto atakayezaliwa atakuwa na kipaji kikubwa cha uimbaji. Kuna mtu ameandika hivyo, so kuna hizo pia speculation ambazo zimeanza kusambaa huko mitandaoni. Watu wanasema kwamba Zuchu huenda akawa anadokeza labda ana ujauzito wa Diamond Platnumz. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo watu wamekuwa wakivizungumzia, so sikiliza challenge yenyewe ya yeah, yeah, so hivyo ndivyo challenge ilivyokuwa inaenda. Na comment ndo hizo, wadau wanasema kwamba Zuchu mimba imempendeza, akipata mimba atapendeza. Wengine wanasema kwamba huenda Zuchu naye pia akawa na ujauzito na, na vitu vingine kama hivyo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na ku-reply kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.